Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli mimi nimesimama hapa kwa, kwa majina naitwa Revina Gration, natokea Kirera, nasaria kanisa la PAG Kirera. Ndiyo. Lakini nimekuja hapa kwa muda mrefu nikitafuta msaada wa maombezi, hmm. Baada ya maombezi Mungu amenijalia, amenifungua salama sasa hivi na furaha kubwa kubwa kubwa sana, sina la kumfanyia Mungu, namshukuru sana bila kikomo abara, azidi kunirinda, azidi kumwatamia mwanangu, azidi kumu, kumurinda akuwe salama kwa neema yake na baraka zake. Sina mengi zaidi zaidi ya kumshukuru Mungu baada ya kumshukuru mchungaji kwa nguvu zake alizozitumia, kwa jitihada zake alizozitumia juu yangu, juu ya kumpata mtoto huyu. Haikuwa rahisi, nimepitia magumu mengi. Huyu mtoto nimemshika mahali hapa, lakini ameishi ndani ya tumbo langu mwaka mmoja na miezi mitatu. Namshukuru Mungu, amemtendea mafuna. Haleluya. Mama anasema anaitwa nani? Ede, nani? Revina Grace. Ni kutoka Kirera ni wa kanisa la PAG. Lakini ni shoti. Utakuwa umeelewa anasema mtoto amemshikilia. Haleluya. Amina. Haleluya. Lakini Revina, Revina una muda gani kwenye ndoa toka umeolewa? Na miaka mitatu. Tokeo umeolewa na miaka mitatu. Hmm. Aha, sasa sasa, Levina wakati nakwenda kuona naye, aliwahi kuja hapa Levina akiwa ni mjamzito, amekaribia kujifungua. Amepita kwenye changamoto kama hizo za vifungo vya giza. Haleluya. Dada huyu wakawa wamemloga mara ya kwanza, akaombewa. Lakini baada ya maombezi akija hapa na mimba kabisa, amekaribia kujifungua kama mwezi mmoja hivi. Baada ya maombezi, mama alienda kujifungua. Baada ya kujifungua, kumbe kuzipo nguvu za giza, kuna mtu anasikia mtoto wake amezaliwa na hisi kama siku mbili tatu akafariki. Alifariki baada ya miezi miwili, baada miezi miwili. Haleluya. mm. Sasa dada akapita toka hapo mtoto wake amefariki baada ya miezi miwili, siku zikapita, miaka, dada akapata ujauzito te, yeah. tena. Haleluya, yeah. ah, kufanya mambo yame fupi, akarudi hapa, akaombewa. Baada ya kuombewa, sasa ndio mlango ukafunguliwa, akapata mimba, na mimba imekaa tumboni kama anavyosema ni, ni ni ni, ni mtu akilera imetimia, lakini katika hali ya shida sana. Ikapita tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kama alivyosema mwaka mmoja na miezi mitatu. Hatimaye dada akakumbuka, akaja hapa, alikuwa anakosa uchungu kwanza, na baada ya maombezi, wanampima. Vipimo vimechukuliwa wanampa tarehe za kliniki yake zinapita, mwezi na mwezi mwingine, hakuna majibu, hakuna kinachoendelea chochote kile. Haleluya! Sasa mwisho mwisho, akasema anakuja huku kupiga kambi kwa muda. Ndani ya wiki, dada, baada ya maombezi, ndio uchungu kaja. Ametoka hapa baada ya maombezi, akaenda hospitalini vizuri, mtoto mtoto akajifungua, mama akajifungua namna hiyo. Lakini kufanya maombi mafupi, naona kwamba miaka, mwaka mmoja na miezi mingapi, mitatu Nguvu za giza zinaweza kumfunga mtu hata miezi mitano, miezi sita, mwaka mmoja na miezi mitano, lakini vipimo vya daktari wanao uwezo wa kupima wasione chochote kile zuia kamera za daktari au mionzi ya vipimo vyao visipate chochote, lakini kipimo cha Mungu kikiingia eneo hiyo kinaondoa yote ambayo ni nguvu za nini. Na baada ya mombezi, mama anasema namshukuru Mungu anayefuraha anipata mtoto na. Kwa kweli zaidi ya hapo sina mengine bali kwa kidogo nilicho nacho mm -hmm. Naomba Mungu akipokee. mtoto anaitwa Kalebu. Vizuri. Simama nimuombee, sadaka yako itaweka baadaye katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza na mamlaka, kwa ajili ya utukufu wako namuweka mikono ya mtoto aitwaye Kalebu kupitia jina la Yesu Kristo ninambariki. Jina hilo nalitakasa katika jina la Yesu Kristo, mtoto karibu na kuweka wakifu, umetoka kwa Bwana. Mwaka mmoja na miezi mitatu, alikuwa jambo jepesi. Ibrisa alikusudia mabaya, lakini hakuweza. Hivyo basi utukufu na heshima ukurudie wewe Mungu. Mikono ile imeweka juu, karibu na mficha na mzingira, na kwenda kinyume na pepo wachafu, nguvu za giza, wanaweza kugusa chochote cha ya, yateketee yateketee kwa jina la Yesu Kristo, na vunja agano la mauti agano la mauti ya uzao mama huyu toka yote na yakemea na kuyasambaratisha. Kwa kuwa karibu nimeweka mikono hii yako, ukuwe na kuendelea, uwe baraka kwa baba pia na kwa mama. Mikono yako mama, na naibariki kifua chako na kibariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu na ubariki, umlee karibu miaka yote, awe mzima na mwenye afya, na iwe ushuhuda katika mataifa wote, kupitia wewe ulimwengu upate kujua Mungu anaweza. Katika jina la Yesu wote tuseme amina, amina. Amina. Amin. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Mimi kwa majina naitwa Emiliana Siriaku, si jina maarufu, mama dati hey. Kwa kweli mi nasimama hapa na mshukuru Mwenyezi Mungu bila kikomo, bila mwisho, siwezi cha kupata cha kumpa Mungu, hmm. Mungu amenitendea makuu juu ya mtoto huyu. Huyu mtoto amepata changamoto pia, ndoa yake. Mtoto wa kwanza alimzaa kafa, wa pili na huyu, walikuwa anataka wamchukue mm. sekeseke nilizozipata alipofikisha miezi tisa, sisi pasubiri kuzaa amekalia kule Kirera, naomba naomba kanisani mure mwenyewe imani yake inamsuta kwamba atazaa, namwambia na njoo, njoo cha Babara uombe madhabahu yanazidiana huwezi jua ya kwanza yale, ungekuja huku ungepata unge mtoto aliposukua maamuzi ya kuja, miezi tisa ikafika kujifungua, kananii akakwama, kasimama, akaja mahali hapa kaombewa. Mwezi mmoja tunahudhuria mahali hapa, wapili tunahudhuria. Alipoenda pale, alipokwenda kutoka Kilela akaenda itrasaundi, akapima, mbona mimba ijazaliwa na wakati imeishafikisha fikisha miezi tisa alipoenda ndahitira sound wakasema, bado mimba. Kumbe mimba ilikuwa imefungwa. alipofikia miezi sita mimba ikafungwa. Aka yekuzaa, mezisisa, akasubiri yeye kuzaa ikakosa. alipofikia miezi tisa akasubiri kujifungua, hawezi kujifungua. Kumbe huko umefungwa. Alipokuja hapa tukaanza maombezi, akaombewa, mimba ikaanza kukua vizuri. Alipofikisha mwaka mmoja na miezi mitatu hiyo tulitoka hapa. Ngoja nikatishe nisiwacheleweshe. Alipofika alipofika hapa akaombewa, kwa kweli mwanangu alifunguliwa, akaendelea vizuri, mimba ikaendelea kuwa mpaka tulipofika kilele cha nani chaku cha kupata uchungu. Alipotoka hapa aramsi kwenye Jumaa kwenye maombi, tukaenda Jumaa mosi usiku akapata uchungu, tukaenda hospitalini Akaendelea na uchungu tukasubiri kujifungua, ikakosa. Kumbe huku wale watu walikuwa wameifunga yani mimba, waliweka jitihada yoyote ile kwamba azijifungue vizuri, ikakosa. Akafanyiwa operesheni, lakini nikamshukuru Mungu, yani namshukuru Mungu bila mwisho, na hiyo operesheni imesaidia kwa sababu alikuwa ameandikiwa mauti. Yeye kila kirara alikuwa anaona kilio ndani yake, nyumbani mwake anaona watu anaona watu wanapika, anaona watu wanateremka wana- wanaenda kwake, anaona vyungu anapika pale. Akasema, hey mama mbona haya, haya, haya nani haya majiti yananifuatilia sana. Nilikuwa nyumbani nayaota, haya nayaona hata nikiwa nimesimama, ninaona kama harusi nyumbani kwangu, ninaona tunateremka tuna watu tunateremka kwetu tukiwa na na maiti eh. Nikasema hizo ni mauti, omba sana. uh -huh. Tukaomba. uh -huh. uh -huh. Tukamwomba Mungu akatujalia, akafunguliwa vizuri, ingawa amepata operation, lakini nilikuwa sikutegemea kwamba atampata mtoto aliye hai. Na hiyo saa ya operation, yani waganga madaktari, walikosa wakapiga simu ili tupate msaada, shetani yule akazuia wale madaktari walikuwa kwenye starehe zao huko Jumapili, wakafanya hili na hili wakakosa. Na walipokuja wale madaktari kweli, nilipokuwa hapo naomba nikaona, daktari anapatikana anapata msaada. Kwa kweli nilikuwa sitegemei kwamba nitampata mjukuu aliyo hai, ninamshukuru Mungu bila mwisho.